Mambo vipi, mpenzi mtazamaji wa Zantime Media? Zantime Media ni channel yako ambayo ni full package channel, all inclusive, ambayo inakupa kila ambacho unakihitaji katika ulimwengu wa media, upande wa sanaa, siasa, burudani pamoja na michezo, hapa ndipo nyumbani kwao. Apart from that, tunakuwa na vipindi tofauti tofauti vya mahojiano ambao tunakutana na watu tofauti ambao tunazungumza kuhusiana na harakati zao za kimaisha fani zao pamoja na harakati za kimichezo pia. Na leo katika studio za Zantime Media tumetembelewa na somo yake Rais wa Ufaransa. Bwana, karibu sana. Nashukuru sana. Nadhani hapo utakuwa umepata kuona kwamba kweli leo tuna mgeni wa namna gani katika studio zetu. Bwana, tungeomba kwanza ujitambulishe, wewe ni nani na unashughulika na nini una Um, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Salum Akari Muhammad. Ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza. Sambamba na hayo ni tour guide freelance katika visiwa vya Zanzibar ambaye anajishughulisha na masala mazima ya sekta ya utalii. Mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa Suza wakati huo huo ni freelance guide. Suza, unasomea fakulti gani ambayo haikunyimi fursa kufanya pia kazi ya utalii? Uh, kitaalam kozi ambayo naisomea pale chuo kikuu ni tourism management and marketing, yaani ni masala ya usimamizi wa masoko na utalii kwa ujumla, ambayo kozi hiyo ni kozi ambayo haininyimi hata kwa dakika moja kuweza kufanya kazi zangu za kiutalii kwa ujumla. Tutarudi katika eneo hilo, lakini hebu kwanza tuambie, kwa nini uliamua kuchukua jina la Rais wa Ufaransa na ukaamua kwamba uwe somo yake? Asante sana ndugu mtangazaji, kiukweli kabisa jina langu ni Salum, lakini walio wengi hapa visiwani Zanzibar wananifahamu kama Salum Macron. Macron huyu ni rais wa Ufaransa, na hadi sasa ana yupo katika madaraka ya nchi ya Ufaransa. Sasa kwa binafsi yangu ninaitwa Macron kwa sababu nina kila sifa ambayo inastahiki kuwa Macron. Kwa bimaana kwamba ukizingatia zile ethics za tourism, ninapokuwa na mgeni na kwa sana penda kukopi ile personal grooming, yani masuala ya mavazi ya rais wa Ufaransa, ikiwa sambamba suiti, na kuvalia suti na tai wakati ninapokuwa katika zile tour zangu za, za mjini. Lakini sambamba na hilo pia ninazungumza Kifaransa kwa namna kipekee kabisa, ndio pale ambapo nilipokuwa katika darasa walio wingi walikuwa wananitambua kama ni Macron na sasa hili ni jina ambalo linaenda nalo hadi hivi sasa. Kipi kimekuvutia kwa rais wa Faransa? Kwa kweli mimi sio mwanasiasa, ila kutokana na sera zake nzuri hususan katika sekta ya utalii ya pale nchini Ufaransa, lakini pia mwonekane, mwonekano, mwonekano wake ni muonekano ambao umenivutia sana, ikihusishwa kwamba mimi pia binafsi napenda sana masala ya usafi. Kwa hiyo rais wa Ufaransa ni rais ambaye ni msafi kweli kweli, ni msafi wa kuzungumza, yani mazungumzo, lakini pia ni msafi wa mavazi, na unaweza kutafuta ma-tourist guide hapa Zanzibar ambao wanavalia suti, miongoni mwao ni mimi during ile tour okay. Kwa hiyo kuingia kwako katika kufanya kazi kama freelance guide katika utalii lakini pia chuoni ukaamua kwenda kusoma utalii nani alikuinspire role model wako katika tourism ni nani? Binafsi ukiniuliza ni nani uh, binafsi, ambaye alikuwa inspire au kuweza kuninspire mimi kuingia ndani ya sekta ya utalii basi ni nafsi yangu mwenyewe. Ehe, mimi sina role model katika sekta ya utalii, bali ni nafsi yangu mwenyewe ndio role model wangu. Ila wakati nilipomaliza elimu yangu ya kidato cha nne sikuweza kufanikiwa kuendelea na masomo yangu, hivyo basi nikaweza kufata ushauri kutoka sehemu mbalimbali. Namshukuru sana bwana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Hamad e, ni mwanasheria mkubwa hapa visiwani Zanzibar. E, na yeye ni mshauri wangu mkuu katika hii safari yangu ya utalii. Sasa yeye ndio ambaye amenipa hili wazo la kuingia katika hii sekta ya utalii, na namshukuru sana popote alipo, mtazamaji um, wa Zantime Media kama ambavyo umeweza kusikia sasa na kumfahamu sau Macron ambaye tuko naye katika studio zetu za Zantime Media katika nyakati hizi, basi hapa ulipo subscribe, like, share, comment, ili vuto support, tunaendelea kupambana kwa ajili yako mtazamaji wetu, na kwenye comment, dondosha comment yako, tuambie basi Next program ungependa nani, au mgeni wetu kipi ungependa kukisikia? Lakini chunga sana, tupo katika kipindi cha uchaguzi mkuu, vugu vuguvugu la siasa linakuwepo. Piga kura kwa amani, shiriki kampeni kwa amani. Uh, tunarudi tena kwako, karibu sana uh, tuliona tuli uh, kipindi fulani vi ulishiriki challenge ya Tanzania specialist, unaweza ukatuambia hata kwa ufupi, fursa hili ilikujaje? Uh, asante sana ndugu mtangazaji. Ile ni content ambayo inahusisha masala mazima ya uhifadhi wa mbuga za wanyama, na wale ni TANAPA ambao wao ndio wahifadhi wakuu wa kusimamia zile rasilimali na mbuga zote za wanyama nchini Tanzania. Sasa kila mwaka, kama inavyofahamika kidunia kwa ujumla, lakini hususan barani Afrika kunakuwa kuna tunzo maalum ambazo zinaitwa Trace Awards, tunzo ambazo zinatolewa kwa nchi ambayo inaongoza katika masuala haya ya utalii na masuala ya biashara na mengineyo. Tanzania ikajikita katika tunzo na vipengele vinne, kipengele cha mwanzo ikiwa ni inagombea mbuga bora barani Afrika ambayo ilikuwa ni uh, nasema mbuga ya Serengeti. Lakini sambamba na hayo Tanzania imechaguliwa kugombea katika kipengele cha kivutio bora ambacho ilikuwa ni mlima wa Kilimanjaro kwa Afrika, lakini bodi bora ya utalii ambayo ni bodi ya Tanzania, lakini pia destination bora ya kutembelewa ambayo pia ni Tanzania kwa Afrika. Kwa hiyo kipindi kile pale TANAPA wakawa wana tambaa katika maeneo tofauti tofauti, ndani na nje ya Tanzania katika masuala ya kuweza kutafuta wadau wa kuweza kupiga kura nchi ya Tanzania ili kusudi weze kuibuka mshindi katika zile tunzo nne muhimu. Sasa mimi nikiwa kama mwanafunzi wa chuo kikuu, tukaja na na mada maalumu ya kuweza kuwapokea wale watu kutoka TANAPA Tanzania bara, ili kusudi kwamba waweze kuja kutupa elimu, elimu ambayo itatufanya nasi sasa tushajishike, ili tuweze kuwapigia kura hivyo vivutio ambavyo vimechaguliwa. Walipokuja sasa, wale wakaweza kuniteua mimi kama kuwa ni balozi wa utalii ndani ya chuo, lakini pia ni balozi wa utalii ndani ya vyuo kwa maana vyote Zanzibar. Sasa nikaweza kutumia fursa ile kuonesha uwezo wangu wa kuzungumza, na wakati ule sikuwa na hata video moja ambayo ina trend mtandaoni kuweza kuthibitisha kama mimi ni mzuri sana katika masala haya Content. Sasa nikaweza kuzungumza kwa kutumia lugha ya Kifaransa. Baada ya kuzungumza, wakaweza kuniposti wale katika zile posti zao kama ni TANAPA na ndo wasimamizi wakuu wa masuala ya utalii hapa nchini. Baada ya kupostiwa na TANAPA, video ikafanikiwa kuenda mbali sana, lakini kwa bahati nzuri Tanzania ikaweza kuibuka kuwa mshindi katika tunzo za Trace Awards za barani Afrika kwa kushinda kikamilifu tunzo nne mfululizo na mimi nina mchango mkubwa sana katika ushindaji wa tunzo hizo. Hongera sana. Nashukuru tena kwenye kipengele hicho cha tuzo. Lakini wakati unashiriki katika <coughs> kutengenezwa kwa video hii na TANAPA ulikuwa tayari umeshaanza kufanya kazi kama freelance guide, au ulifanya kazi baada ya kufanya video. Asante uh, sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Kiukweli wakati nafanya ile challenge na TANAPA nilikuwa tayari nimeanza kujishughulisha na masala ya utalii kwa sababu ni miezi miwili tu tokea pale nilipomaliza mafunzo yangu kwa vitendo katika kampuni moja hapa Zanzibar. Sasa baada ya kuweza kumaliza ndipo ile fursa ikaja ya kuweza kufanya ile challenge na TANAPA. Lakini tayari nimekuwa Nina experience enough katika haya masala ya kufanya hizi tours lakini kutokana na challenge ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika challenge ya kuzungumza hususan nikiwa natumia lugha ya Kifaransa kwa wakati ule. Sasa nataka nikuulize swala moja la kichokozi hivi kidogo. Wewe na tanda hapa, katika tuzo, nani kampeleka wenzake mjini? Nashukuru ete, sana ndugu mtangazaji, ni swali ambalo kimantiki hawezi kuuliza ama haliwezi kuulizwa na mtu yoyote tu. Kuna watu maalum ambao wana upeo na maono ya kuuliza maswali muhimu kama hayo. Swali zuri, na jibu lake ni kwamba TANAPA wamefaidika kwa upande wao kuweza kushinda zile tunzo nne, kwa sababu wanaposhinda TANAPA, ina maana kwamba wameshinda Watanzania wote na Tanzania kwa ujumla, lakini kwa nafasi kubwa na kipekee kabisa mimi ndio ambaye nimeenda mjini kutokana na ile video ambayo nimeifanya, kwa sababu sikuwa na imani ya kwamba nina uwezo mkubwa sana wa kuzungumza lugha ya Kifaransa, hususan nikiwa naelezea vivutio ambavyo vinapatikana ndani ya nchi yetu. Sasa kupitia ile video ndio ikanionyesha kwamba wewe una uwezo mkubwa sana na unapaswa kuanzia muda huu ufanye za kwako. Ah mtazamaji, interview ya leo ni ya moto sana sasa ukiacha kutuunga mkono utakuwa ukitutendea haki kabisa. Subscribe, like, comment, share afu tusongee uh, mbele. Macron, kwa tunakubaliana kwamba TANAPA wamekupeleka mjini bila shaka kwa asilimia mia moja. Kuna nafasi zimekuja za kusafiri nadhani kama nchi mbili ilionosimasikosei. Je, hizi zilitokana na ildiohii ya TANAPA ambayo ni kupeleka mjini au hii ilikuwa ni programu ya tofauti? Nashukuru sana ndugu mtangazaji, kama nilivyosema hapo awali, mimi ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza, ndani ya taasisi ya utalii Maruhubi, taasisi ambayo ipo chini ya mwamvuli wa chuo kikuu. Sasa kila mwaka kunakuwa kuna hizi programu mbalimbali, huweza mbali kutangaza utalii lakini pia na masuala mengine yahusianayo katika nchi tofauti tofauti ulimwenguni. Sasa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ikaja nafasi ya nchini Romania kuweza kwenda kutangaza utalii na vivutio ambavyo vinapatikana Tanzania sambamba na Zanzibar, na programu hii ilitokana na wanafunzi ambao bado wanaendelea pale chuoni, mimi binafsi nikiwa kama ni mwanafunzi ambaye anaendelea chuoni nikaweza kuomba programu hii na tukaweza kusafiri mabalozi kumi na tano ambayo tumeenda kuiwasilisha vyema nchi yetu ya Zanzibar kimataifa, na ilikuwa ni nchi ya Romania na haikuwa ni fursa rahisi, lakini kutokana na vigezo ambavyo nilikuwa navyo kwa wakati huo, ndipo hapo sasa nilipoweza kupata hiyo nafasi ambayo kila mtu alikuwa na shauku na hamu kubwa sana kuweza kupata nafasi hiyo yeah. Unafahamu kwamba baada ya video ya TANAPA ambayo imeenda viral na safari ya Romania marayake kwamba status yako ime imesogea zaidi sasa. Je, ikiwa mtu anataka kufanya kazi na wewe, bei elekezi za taasisi zenu kama za toga zinaeleweka. Je, kwa wewe, dau lako linasimama pale pale kwa Zatoga au linaendana na status yako ambayo imepanda? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Uh, kipekee kabisa, mimi ni kijana mdogo sana ambaye natafuta katika haya masuala ya utalii, lakini ni kijana ambaye nina shauku kubwa sana kuweza kuonekana, ili kusudi kuweza kujimarisha mimi na kuimarisha kile kitu ambacho nakifanyia kazi. Hivyo basi, ikiwa kuna mdau yeyote wa utalii ambaye anahitaji kufanya kazi na mimi basi asiogope, asiogope kabisa. Nina bei ambazo ni rafiki katika masala ya kufanya content lakini pia nina bei rafiki katika masala ya kufanya hizi guiding. Naomba uweze kunifuatilia kikamilifu ili kusudi uweze kujua ni kwa namna gani tunaweza kufanya kazi sambamba, ndugu mtangazaji. Ah, vizuri. Bado uh, tumesimama kwenye utalii, baadaye tutarudi chuoni. Uh, kitu kikubwa sana ambacho ni hazina kubwa Zanzibar imebarikiwa, ni pamoja na fukwe ambazo ziko bora. Uingiaji wa watalii na Zanzibar kila mwaka tunaona namba ya watalii ambao wanaingia inakua. Unahisi nafasi ya fukwe zetu in future itakuwa salama, ukiwa kama mmoja wa wadau wakubwa wa fukwe hizo pia ambao unazitumia kwa utalii? Ni swali zuri. Ni swali zuri kwa mantiki ya kwamba Zanzibar imebarikiwa vivutio vingi sana, na miongoni mwa vivutio hivyo ni fukwe, na kama tunavyofahamu, Zanzibar ni sehemu ambayo kuna zile prestigious beaches, ambazo huwezi kupata sehemu yoyote East Africa na Afrika kwa ujumla, basi unaweza kupata hapa katika mwambao wa Afrika Mashariki, yani Zanzibar. Hivyo basi kutokana na ile high number ya wageni ambao wanakuja kwa wingi visiwani Zanzibar, imani yangu ni kwamba serikali kwa kushirikiana na wananchi na wawekezaji ikiwa itafanya ile tunasema limitation maalumu ya kuweza kulimit ile namba ambayo inatembelea vile vivutio vya utalii hususan masuala haya ya bichi, basi imani yangu kwamba vivutio hivi vitaendelea kuishi vizazi, vizazi na vizazi. Na nyinyi mkiwa kama tour guides mnalinda vipi E, vile vitu muhimu kwa Zanzibar kama bayo anuai, uh, corals tulizokuwa nazo na na vitu vya namna hiyo, je, mnakuwa na mkakati maalum mna mafunzo maalum au ni passion tu ya mtu ya kulinda kile ambacho ni chakwati. Hii ni changamoto, ni changamoto kubwa sana kwa maana ya kwamba kuna matua guides wingi sana Zanzibar hawapo aware kuhusiana na masala ya uhifadhi jambo ambalo linapelekea sasa kuweza kupoteza ule ubora wa vile vivutio vyetu. Sasa baadhi ya matua guides nawapongeza sana, kwa sababu wana mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba coral zetu, fukwe zetu, lakini vivutio vyote vinaweza kuishi vizazi na vizazi, kwa kuweza kuanza kukataza vitendo vile ambavyo havikubaliki kufanyika katika hayo maeneo. Kwa mfano, mgeni anaweza kwenda katika fukwe kuweza kufanya snorkeling, ila kwa bahati mbaya kuna baadhi ya wageni wanakuwa wanasimama juu ya matumbawe. Sasa kuna baadhi ya maguides wanakuwa wana wana take care na kile kitendo na kuweza kumkataza mgeni wao bila ya ku, ya kujali kama huyu ni mgeni ama ni mwenyeji. Kwa hiyo kuna baadhi ya tour guides, hongereni sana, wanajitahidi kwa hili kuhakikisha kwamba fukwe zetu zinakuwa imara. Hata katika masala ya usafi, utakapomuona mgeni ametupa kitu, basi unampa unampa yale masuala elekezi, ili kusudi kwamba aweze kuepukana na yale masuala. Lakini pia hata sisi binafsi kupitia chuo kikuu, tuna wale watu wa mazingira ambao wao wanahusika katika masuala ya uhifadhi, na kuna vipindi tofauti tofauti wanakuwa wanatembelea sehemu hizi za kiutalii ili kusudi kwenda kufanya zile tunasema usafi wa mazingira katika maeneo ya kitalii. Ah, mimi ni kushukuru sana kwa kututembelea na kwa kweli hatujatosheka. Tumechimba madini mengi, lakini inaonekana bado mgodi unaendelea kutema. Kwa hiyo tutakualika tena na mara nyingine kwa ajili ya kupata nafasi ya kuzungumza mengine mengi ambayo leo hii hatukupata fursa ya kuyazungumza. Mtazamaji um, wa Zantime Media, hadi hapa tunafikia mwisho wa programu yetu ya leo ya ya mahojiano na Bwana Salo Macron katika studio za Zantime Media. Kufikia mwisho wa kipindi cha leo ndio maandalizi ya kipindi ambacho kinafuata. Usiache kutunga mkono wa kusubscribe, kulike na kushare, nondosha komenti yako tuambie, katika kipindi kinachokuja nini ungependa kikufikie kutoka kwetu. Bye.